Ni maadhimisho ya wiki ya huduma kwa wateja kwa mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoani Katavi yenye lengo la kusikiliza maoni, changamoto na mapendekezo kutoka kwa wananchi na wadau wa biashara ili kuboresha utoaji wa huduma zake. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo uliofanyika katika ofisi za TRA mkoani humo, kaimu meneja wa TRA mkoa wa Katavi Clemence Kamara amesema wiki hiyo ni sehemu ya kuimarisha mahusiano kati ya mamlaka hiyo na wateja wake, sambamba na kuongeza uelewa kuhusu umuhimu wa kulipa kodi kwa hiari. Katika wiki hii tunachukua wasaa huu kuwashukuru ninyi, mmekuwa ni watu mnaosababisha sisi tuendelee kuwepo ninyi ni watu mnaosababisha sisi tuendelee kuvuka malengo. Ninyi ni watu mnaosababisha nchi hii inaenda, kwa maana bila kodi hakuna kinachofanyika. Lakini pia sisi, commitment yetu kwenu ni kuboresha huduma. Tutaboresha huduma kwa kurahisisha mifumo ya kodi, kwa kurahisisha sheria za kodi ziweze kutekelezeka kwa urahisi. Ndio maana huwa tunapokea maoni yenu na kwa kwa kwa kwa, kwa maboresho hayo mpaka leo tunajivunia vitu mbalimbali. Kwa mfano tunatoa control namba kwa mwaka mzima, ukija ukafanya makadirio mwezi wa tatu unaondoka na control namba yako, ukifika muda wa kulipa, uko kijijini, uko shambani, unachukua karatasi yako unalipa. Kweli si kweli? Lakini sio hivyo tu kumekuwa kuna tume za kuwasikiliza walipa kodi na kupokea maoni yao kwa ajili ya maboresho. Hii tume ipo inakutana na wafanya biashara inapokea maoni yao yote, ni katika kuimprove huduma zetu. Kwayo sisi tumejiweka, na tunawaahidi kuboresha huduma ziwe za kiwango unapokuja katika ofisi zetu. Ukee okay, kile ambacho ni zaidi ya mategemeo yako. Wakizungumza kwa niaba ya wafanyabiashara mkoani humo, viongozi wa wafanyabiashara Hasanari Dala pamoja na Amani Mahela wamesema hatua hiyo ni chachu ya kuboresha uhusiano kati ya mamlaka na wateja, huku wakipongeza jitihada za maafisa wa mamlaka hiyo kwa kutoa huduma kwa ukaribu na heshima. Kikubwa zaidi ni kutanguliza utu mtu ambaye yuko perfect kwa sehemu zote hayupo, hatuwezi kumpata lakini, kama tutafanya kazi namna hii ya kuangalia ubinadamu, biashara ni ngumu sana, na nimekuwa nikiwasitiza siku zote kwamba sisi wafanya biashara hatukusomea hatu, hatu biashara na hatujui chochote. Hakuna sheria inayotulimiti kwamba wewe, ili ufungue biashara lazima uwe na sifa hizi kielimu. Hakuna hiyo sheria. Sisi tukipata hela ziwe za ulinzi, ziwe za kutafuta wenyewe, tunafungua biashara, lakini polisi hizi tunakuja kuzifuta huku kwenu kwa ajili ufungue biashara, polisi zi, zinazozunguka biashara zako ziko moja, mbili, tatu. Sasa katika mazingira hayo, unaweza kuona kazi kubwa ambayo mnaifanya kwamba mtu alijua akifanya biashara yeye, kufanya biashara, kupokea hela kutoka kwa mteja, basi hayo mambo mengine, wakati mwingine mtu anakuwa ajui, ili ajue lazima aje hapa ni wasii, mwendelee kuwapokea wafanyabiashara na mwendelee kutoa elimu. Yale matatizo ambayo tulikuwa tunayapatapata mimi na ndugu yangu Mahela, sasa hivi kwa kweli yamepungua, mnatusikiliza, mnatuhudumia, mna kauli nzuri, na bado ni wasii jamani. Aia, sisi ni wenyekiti wafanyabiashara, tunapata mengi sana kwa wafanya biashara sasa hivi kwa awamu hii ambaye tunaongea kwa, kwa kweli hatupati zaidi ya sifa kutoka kweli kwa kazi mnayofanya. Naomba na huo uendelee. Kwa nini nasema hivi? Nyinyi bila sisi hamtafanya kazi. Leo tukisema bwana wafanya biashara na bwana, wafanya bwana tugome wote. Nyinyi hapa mtaanza kuulizwa, kwa nini wafanya biashara wamegoma? Kwa hiyo hatuombi hayo yatokee, kauli nzuri Ndugu rafiki, uendelee. Wiki ya huduma kwa wateja huadhimishwa kila mwaka na taasisi mbalimbali mbali nchini ikiwa na dhamira ya kukuza uwajibikaji, uadilifu na utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Mimi ni Swau Mkatambo.